Bila kuwa na mipango sahihi, bila kuwa na mipango shirikishi, bila kuwa na mipango bora, haya ndiyo yanopelekea kuwa na migogoro mbalimbali. Maeneo mengi ya mijini mnaona migogoro imekuwa ni mingi sana ya ardhi, na vijijini pia, sio kama hakuna ipo, lakini tukifanya tathmini kati ya mijini na vijijini, migogoro mingi sana iko maeneo ya mijini, kwa sababu pia wananchi wako wengi wamebanana katika maeneo machache au maeneo ambayo ni madogo, na wananchi wako wengi zaidi. Kwa maana nyingine, hata kule vijijini baadaye, tusipoandaa mipango hii mizuri ya matumizi ya ardhi ya vijiji, maana yake ni kwamba hata migogoro kule vijijini pia itakuwa mingi, na ndio maana serikali ikaona iwe na utaratibu wa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji. Mheshimiwa Rais ameweza kutuletea fedha kupitia Tume ya Matumizi ya Ardhi na kufu, kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi elfu mbili mia nne na themanini zaidi ya ile mipango ya matumizi ya ardhi ambayo ilikuwepo kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na moja na hadi kufikia sasa hivi mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji iliyoandaliwa kati ya vijiji elfu kumi na mbili mia tatu thalathini na tatu jumla ya mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji elfu nne mia sita sabini na tisa, imeweza kuandaliwa. Tumebakiwa na vijiji 7654. Serikali. Naitwa Joseph Mafuru ni mkurugenzi mkuu wa tume ya matumizi bora ya ardhi Tanzania. Leo tuko hapa Arusha tuna kikao cha siku tatu kwa ajili ya kuwakutanisha wadau wote wanaohusiana na masuala ya upangaji wa matumizi ya ardhi. Hiki kikao huwa kinafanyika mara moja kwa mwaka, lakini lengo lake hasa ni kuakisha kwamba tumefanya kazi. Mwaka huu unakwenda kuisha, mwaka wa fedha huu. Julai tunaanza mwaka wa fedha mwingine, kwa hiyo tunafanya assessment ya wadau. Tukisema wadau kwenye masuala ya upangaji wa matumizi ya ardhi wapo wengi. Wizara ya Ardhi kama mama yupo, na umeona katibu mkuu ndio aliotufungulia kikao chetu, lakini kuna wakurugenzi wa wawili, kulikuwa na mkurugenzi wa upimaji na ramani, lakini pia kuna ukurugenzi wa makazi na wadau wengine wanatoka wizarani, lakini pia kuna private sector kwenye mambo ya ardhi, kama unavyosema ni ina involve watu wengi, kuna NGOs kuna kampuni mbalimbali za kwa mfano presentation inaendelea ya carbon. Kuna watu wengi, ardhi kama unavyojua ina, ina, ina wadau wengi. Kuna wadau wa serikali, kuna wadau binafsi, kuna wadau wa taasisi na kadhalika. Sasa tunapokutana mkoa huu, tunafanya assessment kwamba kwa mwaka mzima nini tumefanya, kwa mwaka unaokuja wa fedha kuanzia Julai nini tunakwenda kufanya kwa kama sisi kama serikali ambayo ndio msimamizi mkuu wa kazi hii tunawakaribisha wote, wanakuja tunawaambia tunakwenda wapi, malengo yetu kama serikali, lakini wao wanakuja kupomea malengo yao. Kwa mfano hapo, kuna watu wa kilimo, watu wa madini, watu wa mifugo, watu wa maji na wengine wengi, nao wanatuambia mipango yao kwenye hizo sekta zao ikoje. Kwa kuwa ardhi ndio overall ya sekta zote, maana yake ni kwamba sisi tunapa plan kwamba mwaka huu unaokuja tunakwenda kuandaa mipango ya vijiji elfu nne. Peke yake haiwezi kufanya kila kitu peke yake, kwa hiyo tume kama mratibu mkuu wa utekelezaji na uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini e, imepewa jukumu hili kwa mujibu wa sheria namba, na, na, namba sita ya mipango ya matumizi ya ardhi au sura mia moja kumi na sita ya mipango ya matumizi ya ardhi ya mwaka wa elfu mbili na saba kuratibu na kusimamia wadau wa mipango ya matumizi ya ardhi nchini. Uh, tunadhani mpango ni mzuri ambao serikali imejiwekea, ushirikiano na wadau ni wa muhimu sana, lakini pia tunahitaji kuendelea kuongeza nguvu kubwa katika kutafuta fedha, kwa sababu shughuli nzima mipango ya matumizi bora ya ardhi ni ni gharama kubwa sana. Kwa kijiji kimoja unaweza ukatumia takribani milioni ishirini na tano kumaliza matumizi ya, ya ardhi. Kwa hiyo hiyo nayo imekuwa ni changamoto kubwa kwa serikali kuweza kumaliza upangaji. Tumekuwa na upungufu mkubwa sana wa changamoto za ardhi, kwa sababu maeneo mengi sasa yamepimwa. Mimi ndani ya mwaka jana tu na mwaka huu nimepima wastani wa vijiji ishirini na nne na kijiji kimoja tumekipa hati. Kwa hiyo sasa, kwa sasa hivi kuna kuheshimiana kulingana na mipaka na maeneo gani ya kuweza kuishi hata vile vihamba vya sheria za Kirombo sasa vinaanza kupungua makali yake kwa sababu kila, kila mtu anaelewa nini anatakiwa akifanya hivyo. Kwa hiyo kwa wilaya ya Rombo niseme tu kwamba tume ya matumizi bora ya ardhi imekuwa na mchango mkubwa na imekuwa ya maana sana na imepunguza migogoro kiasi kikubwa na imehamasisha sasa wananchi wengi kuanza kupima ardhi zao mm. Nimekuja hapa kama mdau kwenye zoezi hili linaloongozwa na Wizara ya Ardhi kupitia Tume ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi ni, ni kili wazi kwamba nimekuja sehemu sahihi, kwa sababu wilaya Kiteto, ni wilaya ambayo imetajwa mara kadhaa kwamba ina migogoro ya ardhi, na kimsingi, kama tulivyosikia ni kwamba A, moja kati ya, ya sababu za msingi ambazo zinapelekea migogoro ya ardhi kutokea ni kwa sababu tuna tunakosa baadhi ya vijiji kukosa mipango ya matumizi bora ya ardhi. Hii ni changamoto hasa na kwa upande wangu wa wilaya ya Kiteto ambayo ina takriban vijiji 63, imekuwa mekuwa mkisikia migogoro ya Kiteto, migogoro ya Kiteto wakulima na wafugaji. Tunavyo baadhi ya vijiji ambavyo vina mpango ya matumizi bora ya ardhi na tatizo linalokuja la pili, maanake unaweza ukawa pia na mipango ya matumizi bora ya ardhi lakini bado uh, ile mipango ikawa haiheshimiwi. Kwa hiyo jambo jingine, pamoja na kuwa na mipango bora ya matumizi ya ardhi uh, ni muhimu sasa hiyo mipango pia ikaheshimiwa, na dhana ya kuiheshimu ni sisi viongozi tuliopewa dhamana, kuanzia viongozi wa vitongoji, vijiji, kata, tarafa, wilaya kuwa na jukumu kubwa la usimamizi hasa kwenye maeneo hayo, na hili kwa kweli kwenye wilaya Kiteto tumekuwa na tunalisimamia. Sasa unakuta migogoro inatokea, kuna baadhi ya vijiji kwamba kuna mipango ya matumizi bora ya ardhi alafu bado migogoro inatokea na viongozi tuko hapo, unadhani tatizo ni nini? Moja ni uadilifu pia wa viongozi, kwa sababu pia kwenye serikali za vijiji baadhi ya viongozi wachache na maeneo mengine uadilifu uh, rushwa. Mtu anakuja kwa mfano, tulete tu mfano wilaya ya Kiteto tuna maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya malisho, na ni mfano mzuri, tunazo nyanda zilizotengwa mahususi kwa ajili ya malisho, lakini leo utakuta watu wanalima mle ndani. Unajiuliza kwamba wakati wanaanza kulima na kiongozi hakuwepo, wanaongea baadhi ya viongozi wachache wanashindwa kueleza ukweli kwamba haya maeneo ni, ni ya malisho. Kwa hiyo wakati mwingine wanaanza wakaongezwa fedha sasa hapo ndo nazungumza dhana kubwa ya, ya, ya uadilifu. Lakini wakati mwingine sisi viongozi tumepewa dhamana kuwa kielelezo, kwamba kiongozi ni simkute asiwe sehemu ya migogoro hiyo. Nayo ni changamoto kwa baadhi ya viongozi kuwa sehemu ya migogoro, kwa hilo nalo ni la muhimu zaidi. Lakini pia nishukuru kwa serikali, sasa tumeona jitihada kubwa ambazo zimefanyika na jitihada za serikali ya awamu ya sita, tumeambiwa mpaka sasa hivi zaidi ya a, a, mipango zaidi ya elfu nne imefanyika e, kwa kipindi cha ishirini na moja ishirini na tano hadi sasa, hizi ni jitihada mm -hmm. na niseme wazi tu, hivi karibuni pia mtakuwa ameongelea kwenye vyombo vya habari, kuna migogoro ilikuwa inaendelea wilaya ya Kiteto, lakini serikali kupitia wizara ya ardhi ilituma uh, timu kutoka kwenye tume hii ya mipango ya matumizi ya ardhi ilikuja wilaya Kiteto na imeendelea kusaidia, na sisi tumekuwa kama, kama viongozi na jukumu pia la kuelimisha wananchi kwanza kuelewa. Lakini kuna baadhi ya mipango ya bora matumizi ya ardhi iliyopitwa na wakati, jambo la msingi ili pia watu kufahamu, kwa sababu mipango hii inadumu kwa miaka kumi, baadaye inatakiwa kufanywa mabadiliko kulingana na ongezeko la watu, lakini pia na mwingiliano kwa baadhi ya maeneo, na nayo mifano pale kwenye wilaya ya Kiteto kwenye maeneo kama haya. Kwa hiyo tumejitahidi pia kwenye mazingira kama haya kuelimisha jamii na viongozi kufahamu, kutumia makundi ya viongozi wa kimila na wageni wanaotoka nje kuweka mipango mikakati. Moja kati ya mpango ambao kwenye wilaya ya Kiteto tumeuweka ni kuanzisha kwa dawati maalum kwamba ninaingia Kiteto, ninasikia Kiteto e, ina rutuba ina rutuba nzuri, nataka kufanya shughuli za kilimo. Moja ni kwamba ni lazima tuwe na dawati maalum kwamba ninataka kwenda kulima eneo X. Aende kwenye dawati hilo ahoji. Ninataka kwenda kwenye eneo hilo aone mpango wa matumizi bora ya ardhi wa eneo hilo. Hilo, ili kuondosha mgogoro ambao unaweza kuendelea kujitokeza, lakini kingine kikubwa pia ni kuamilikisha watu maeneo kisheria e, kwamba maeneo pia watu waweze kuyamiliki kihalali na kuzingatia. Lakini changamoto nyingine iliyopo ni baadhi ya viongozi wa serikali za vijiji kutozifahamu sheria namba tano ya ardhi ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa ambayo pia inatoa uh, maelekezo ya kwamba kijiji hakina mamlaka ya kutoa ekari zaidi ya hamsini. Sasa ukienda kwenye vijiji vingi utakuta mtu anakuambia nilipewa eneo na kijiji, nina ekari mia mbili na ekari mia tano au mwenyekiti wa kitongoji alinisainia kitu ambacho sio kweli, ao tumepitia hata kwenye baadhi ya maeneo haya. Tunadhani kwamba ni sehemu ya changamoto ambazo zinajitokeza kwenye maeneo mengi. Lakini naitwa Mako sina Ndei, natokea shirika la Ujamaa Community Resource Team na mimi ni mwanzilishi wa shirika pia ni mshauri mkuu. Uh, shirika la UCRT linafanya kazi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi uh, kusaidia wafugaji wawindaji na wakusanya matunda. Na kazi kubwa ya UCRT ni kuhakikisha kwamba jamii e, walengwa hasa wafugaji wawindaji na kusanya matunda wanaweza kusimamia e, na kunufaika na rasilimali e, katika vijiji husika e, tunafanya kazi mkoa wa Arusha na Manyara, tunafanya kazi mkoa wa Arusha na Manyara. E, ndani ya wilaya kumi na vijiji mia moja sitini na nne. Na tumekuwa tukifanya kazi uh, kwa muda wa miaka ishirini na saba sasa. Shirika letu lilianza elfu moja mia uh, tisa na tisini na nane uh, ikiwa kama shirika dogo, lakini sasa hivi limeweza kufikia vijiji mia moja sitini na nane. Eh, shirika limekuwa eh, eh, na mafanikio makubwa hasa katika suala zima la mipango ya matumizi bora ya ardhi. Tumeweza kupima ardhi ya vijiji yenye hekta E, milioni 3.5, 5 lakini lengo letu kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba maeneo ya jumla kwa wafugaji na wakusanya matunda yanaweza kuhifadhiwa. Kwa hiyo tumeweza kusekiwa e, CCRO. CCRO ni, ni hati ya usimamizi wa nyanda za malisho lakini pia usimamizi wa maeneo ya hifadhi e, kwa wawindaji na wakusanya matunda jamii ya wazabe.